No, mambo vipi, mtu wangu nguvu. Ni mimi mtangazaji wako Kevo TV na kukumbusha usisahau kusubscribe channel yetu na ku-like na ku-share na ku-comment ili kupata habari zinazotendeka mtandaoni zaidi na zaidi. Ee bwana, habari kubwa inatendeka mtandaoni inamwangalia Maema. Wengi tunajua bwana, huyu ni mchezaji ambaye amefanya vizuri sana katika timu ya Rotoka kama Mamelodi, lakini amekuja hapa Tanzania kutumikia timu ya Simba. Mambo mengi yameongelewa kuhusu yeye, lakini tunavyojua kabisa bwana, huyu ni mchezaji ambaye alipotoka kama Mamelodi ni mchezaji mzuri sana, ambaye anafanya vizuri ile mbaya na tunajua kabisa timu yake ya Mamelodi Alikuwepo ni captain wa timu. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri sana ambako unaona mchezaji anaova captain wa timu, unajua ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa, ni mchezaji anategemewa. Kwa hiyo Simba mpaka kuipambania saini yake kuipata hapo Msimbazi ilikuwa ni kazi ngumu sana na tunajua kabisa amekuja hapo Msimbazi kwa mkopo. Lakini mashabiki wa Simba walikuwa na matumaini makubwa sana na mchezaji kwa sababu alijua mchezaji ametoka klabu kubwa sana ambayo ina uwezo mkubwa hiyo klabu, Mamelodi. Kwa hiyo alitegemea atakuja kufanya makubwa sana katika klabu ya Simba. Lakini bwana, na kusemekana bwana mchezaji huyu bado hajaonyesha ubora wake katika kikosi cha Simba, bado anasuasua. Lakini wanavyosema mashabiki wa Simba wengine, wanasema bado mfumo wa Simba hujomkalia vizuri. Kwa hiyo akikaa kwenye mfumo wa Simba vizuri, mtampenda kwa uchezaji wake, sababu ni mchezaji machachari, mchezaji ambaye anauweza mpira, ni mchezaji ambaye ana kipaji kikubwa sana. Lakini pia huyo huyo bwana Maema pia aliojiwa akasema Mpe muda, mpe muda, yeye ana vitu vikubwa sana atakuja kuvionyesha hapo Msimbazi, kwa sababu ndo kwanza amefika, lazima azoe mazingira hapo Msimbazi. Kwa hiyo mpeni muda, ataonyesha vitu vikubwa sana, mashabiki wa Msimbazi. Kwa hiyo yeye mwenyewe anasema mpeni muda, ataonyesha vitu vikubwa sana na sasa hivi tunaviona kabisa, ni mchezaji ana assist moja hapo Msimbazi kwenye ligi hapa Tanzania. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye atafanya makubwa sana na ataonesha sana vitu vingi sana na, na, na, na zaidi yangu ni ya mtu wangu nguvu. Asante sana.